Kwa kweli hili tukio ni tukio la ajabu kwa sababu hatujawahi kuliona. Nilikuta maji yanabubujika hapa na mpasuko unavyouona. sehemu kama tukio limetokea sehemu ile ni kutokufikia kuto pale na kufanya shughuli karibu na tukio. Uh, ndugu wananchi, naongea kwa faida ya salama wa wananchi wa wilaya uh, ya Ikungi hususan kata ya Misughaa kijiji cha Misughaa na kitongoji cha Igunga hapa tuliposimama kumetokea uh, momonyoko au niseme mpasuko wa ardhi amba ambayo kumetokea sintofahamu ya maji ambayo E, tulizani yana asili ya volkano hayana, lakini bado anaonekana ni kitendo cha ki, cha ki mpasuko wa mwamba chini ambao kinaleta hatari kwa wananchi. Ndio maana nimekuja nimefatana na timu na afisa tawala wa wilaya, katibu tawala alikuja siku zilizopita, lakini kuna wananchi hapa kuja kuangalia na pia nimeona uh, nizungumzi hapa kwenye chombo cha habari kwa ajili eh, ya kuhakikisha kwamba wananchi wanafata. Ili agizo tutaendelea kulisambaza kupitia of, watumishi wenzetu wa serikali lakini pia kupitia mtandao huu wa chombo cha habari uweze kusambaa. Ni kwamba haya maji imekuwa ni ghafla imetokea majuzi, eh, kwa bahati mbaya nikiwa Dodoma, wasaidizi wangu walikuja tulileta timu ya eh, zimamoto hapa na wataalamu wa miamba. Maagizo yaliyopo, eh, kwanza maji haya bado hajawa na madhara ya moja kwa moja tuzani ni ya moto au volkano lakini hapa ni maji baridi kabisa. Lakini kinachoendelea chini ya ardhi hapa bado kinaendelea kufanywa kazi na wataalamu lakini eneo hili ni la hatari sana kwa mwananchi wa wakaa. Tumeweka bendera pale nyekundu, lakini serikali tumepiga marufuku ndani ya umbali wa mita mia nne kuzunguka eneo hili, mtu asizunguke wala kuwepo, kwa sababu hatujui ni sehemu gani inaweza akatokea mpasuko huu tena, watu wakaweza wakatumbukia tena. Ukiangalia hicho kina hapo ni kirefu, hata mwisho wake hatujui utaenda vipi. Kwa hiyo mtu atakitumbukia hapo kwenye hilo shimo ambalo linakuwa ni chanzo cha mpasuko huu, ina maana hata kama anajua kuogelea, kwa ajili ya tope lile, anaweza tukawa tumempoteza kimaisha ndugu wananchi mtakaona hii clip naomba sana mzingatie agizo la serikali, mimi Thomas Samson, mkoa wa eh, eh, Ikungi chini ya mamlaka ya mkuu wangu wa mkoa na agiza tena kwamba ndani ya mita 400 asionekana mwananchi yote akizunguka wala kufanya shughuli zote za ufugaji wala kilimo ni sehemu hatarishi mpaka pale serikali tutakapojiridhisha kupitia watu wa ofisi ya madini ya mkoa kwa maana wataalamu wa miamba wale geologists tuna uhakika hapa ni salama lakini mpaka sasa hivi eneo hili si salama. Kuanzia leo, tutaweka askari mgambo, tutafuta namna ya kuzungushia uzio a mita mia nne ili watu wasionekane wakizunguka tena. Hii naenda maagizo maagizo, wasaidizi wangu. Uh, nataweka ulinzi wa mgambo ili kuhakikisha kwamba eneo hili alichezewe kwa kwa hili habari habari lile la Manyara lakini cha ajabu nilikuja kuliona na hili hapa la Misughaa siku hiyo, tunapigiwa simu kwamba kuna mlipuko, kuna maji yame, yani, kuna mwamba si mwamba si maji yame, yame, nani yamepasua ardhi. Kwa kwa kweli watu tulitoka kwa wingi, tulikuja kuangalia, kwa kweli kwa kwa tulishikwa na, na mshangao au tulishikwa na nani niseme na, yani, yani, tuseme tu kwa jumla ni mshangao kwa sababu hatujawahi kuona tukio kama hili katika kata yetu. Mimi nawasihi wananchi wenzangu walio karibu na maeneo haya, nikiwa mimi ndio mmoja wapo, wasisogee karibu na eneo